Unatazama wana etu tunasoma bilioni 7.8 Tafsiri yake madiwani sisi tuliingia 2020 kwenda 25 tumeitendea haki halmashauri. Wakati tunaingia halmashauri hii ilikuwa ya saba kimkoa wa Mtwara, lakini leo tunaiacha halmashauri tarehe 30 mwezi wa 6 tutakapofika tukiwa wa kwanza kwa mkoa wa Mtwara wakukusanya mapato. Hayo ni matumaini yangu kwamba, changamoto kwa sababu bado zipo na zinaendelea kuongezeka, lakini tunaamini tumefanya kazi kubwa, baraza hili litaacha historia kubwa kabisa kwenye halmashauri na ndani ya mkoa huu kwa kazi kubwa iliyoifanya kukusanya mapato kwenye halmashauri zetu. La tatu Waheshimiwa, tukasimamie pembejeo vizuri. Sisi sio wagawaji wa hizo pembejeo, lakini tunayo wajibu na dhamana ya kuhakikisha wakulima wetu wanapata pembejeo kwenye maeneo yetu, kwa sababu sisi ndo wasemaji wao. Mwaka jana kumetokea changamoto kubwa kwenye masuala ya pembejeo, na hasa baadhi ya watu waliokapewa dhamana ya kugawa kutokuwa kuwa waaminifu na hatimaye pembejeo zile zingine zikawa zinauzwa mtaani. Twendeni tukasimamie tuhakikishe kweli wanayopata pembejeo ni wakulima. Mheshimiwa raisi, tunamshukuru rais wa awamu ya sita Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na mzito anayoifanya kwa kuwaangalia wakulima na hasa wa zao la korosho, na kwa ushahidi umeonyesha wazi kwamba mapato yaliyopatikana kutokana na pembejeo zilizoletwa mwaka jana mapato yetu, yetu yamepanda sana kwa kiasi kikubwa. Hii inaonyesha ni namna gani serikali imefanya kazi kubwa ya kuwainua wakulima. Tendeni tukasimame wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba pembejeo hizi ambazo zime zinaletwa na zinaendelea kuletwa, basi wakulima waweze kunufaika nazo, tukapunguze malalamiko yasiyokuwa ya lazima kwenye maeneo yetu. Tusiende kujiondoa kwamba sisi hatumo, hapana. Kila kitu kinachofanyika kwenye kata pale, wewe ndio mwenyekiti wa maendeleo ya kata pale, lazima ukifahamu kimeanziaje na kimeishiaje, na kukemea baadhi ya tabia ambazo zinaonekana si tabia njema na si za kiungwana, kinyume na utaratibu wa serikali uliokusudia kuleta pembejeo hizo. Jambo la nne, naomba nihusie kwenye swala la chakula. Tunafahamu maeneo yetu ya Masasi tunategemea, zinapokatika mvua, maana yake sasa tunaanza kuvuna mazao yetu, kama vile mazao ya chakula, mahindi, miogo na vitu vinginevyo, tukawahimiza wananchi wetu kuchangia lishe mashuleni, na kipindi pekee ndio hiki. Lakini ziko tabia kwenye mashule, wananchi wanachangia mahindi hayathaminiwi, yana yanapukuswa yakiwa maghalani, hayawekwi dawa kupelekea kuleta hasara tena kwa wakulima au kwa wananchi au kwa wazazi. Sisi kama madiwani sisi kama wawakilishi wananchi, tukahakikishe mambo hayo e, yanaenda kukomeshwa. Kwanza yakusanywe chakula kikusanywe cha kutosha katika kipindi hiki ambacho watu wanachakula, lakini kihifadhiwe vizuri. Na kuna tabia ya baadhi ya walimu kutumia chakula cha shule kuwa chakula chao, wengine wanauza. Mwaka jana tume, tume, tumefanya hapa mpaka tukafukuza yule mwalimu kule kata moja hivi, ni kwa sababu hiyo kwamba vyakula wanazazi wanachanga, yeye anachukua vyakula vile anauza, jambo ambalo haliwezi kukubalika. Na wewe diwani kama wa maeneo yale, sio katika mambo ya kufumbia macho katika vitu vya namna hiyo. Jambo la tano ni waombe sana watendaji, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Watendaji wa serikali wengi wanajihusisha na uchaguzi, mambo ya siasa. Niombe na nitoe wito watendaji wote wasijihusishe na mambo ya kisiasa, lasi hivyo hachana na shughuli zako hizo za utendaji vua hiyo gwanda, weka pembeni, njoo tuje kupambana kwenye majukwaa. Lakini unamkuta mtumishi wa serikali yupo kwenye kata husika, amtaki diwani wa eneo lile, yeye anakuwa sehemu ya kukaa vijiweni sasa, na kuanza kumzungumzia diwani kwamba huyu ninyi hawafai, mlibugi tu kumchagua huyu. Yani wewe unataka we ukawe ndio msemaji wa wananchi wa kwenye eneo husika. Waachieni wananchi wenyewe wafanye maamuzi yao. Ninyi mmekwenda pale kwenda kutekeleza wajibu uliokupeleka pale wa kikazi. Kama mwalimu kafanye kazi yako ya kufundisha, na kama mtumishi tu kwa maana ya mtendaji, afisa kilimo, afisa mifugo, kufanya shughuli zako za kuchoma sindano wa nyama. Habari za siasa waachie wanasiasa wenyewe. Unajua, kila mmoja ana mbinu zake za kivita. E, mimi nikishajua kwamba sasa wewe ndio kikwazo basi nami nitatafuta watu wasiojulikana, na kwa sababu mi nitakuwa nafaidia kujulikana. Hakuna anaye kuingilia kwenye shughuli zako wewe za kiutumishi, nenda wewe unafanya shughuli zako kiutulivu kwenye eneo hilo. Wewe mi unitaki diwani, sawa? Kwa hiyo si bado utaendelea kuwa mtendaji, kuwa mtendaji si usipokuwa mtendaji wa Mpeta, si utaenda kuwa mtendaji wa wa Mkuru, si bado utaendelea kuwa mtendaji kwa dewe, si hakuna mahusiano ambayo ya kukusababisha wewe usifanye kazi eti kwa sababu diwani wa mpeta wewe unamhitaji? Ah, sio sawa. Waachieni wanasiasa wenyewe walumbane kwenye maeneo yao ya kisiasa, vumbi litoke ateke toka huko, wewe mpokee. Nasema haya, nimeanza kuona baadhi ya walimu wetu wameacha sasa kufundisha na wameanza kuingia kwenye mikutano ya kisiasa, sio tu kuwa mwanachama, kwa sababu ni haki yako ya msingi, unaweza kuwa mwanachama kuingia kwenye shughuli za kikampeni sasa kwa ajili ya kunadi watu. Hilo hatutegemei kuliona kwenye maeneo yetu. Naomba sana. Na tutakuwa wakali sana katika kipindi hiki cha kwenda mwishoni hiki, tutakuwa kama watu waliojeruhiwa. Na msije mkadhani kwamba watu hatutarudi hapa, tunarudi. Yuko mwenyekiti mmoja wa wa Mburu Paa, wakati tunaongea, mheshimiwa hapo atakuwa shahidi. Tuko kwenye SGI tunakuja Dar es Salaam, akawa anasema kwamba watendaji na mkurugenzi walikuwa wamtaki yeye arudi tena kuwa mwenyekiti wa halmashauri pale. Kwa hiyo kampeni waliamisha za waziwazi kati ya mkurugenzi na watumishi wa halmashauri kuhakikisha kwamba yule bwana asirudi, lakini madiwani walikuwa wanaendelea kumhitaji Akarudi tena, alishinda kwa kishindo. Alikuja ofisini kwa mkurugenzi, akamwambia usie mtaka amekuja <laughs> Sasa hatuwezi kufanya kazi katika mazingira hayo. Wewe unaweza ukamchukia diwani kwenye eneo husika, alafu ukategemea kwa maelezo tu ya walezi mtaani uko ukasikia kwamba huyu hawezi kurudi, kweli harudi, wewe ukawa umechukua, kwa sababu wewe sio mwanasiasa. Mi wajumbe nawafahamu ata kupamba utawanunulia supu, lakini asubu yake unakutakula hata mmoja uaamse kwao. Tuwe waadilifu sana na tuwe makini kwenye hayo maeneo. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.